Na mtazamaji hebu sasa tuelekee mahakamani ambapo gavana wa zamani wa kaunti ya Migori Okoth Obado amekanusha kuwapa majukumu haramu washtakiwa wenzo wawili ambao ni aliyekuwa msaidizi wake Michael Oyamo, na aliyekuwa katibu wa kaunti ya Homabay Caspal Obiero. Akijitetea kwa siku ya pili kwenye kesi ya mauaji ya Sharon Otieno, Obado alitoa taswira ya uhusiano ulioanza kwa urafiki wa karibu, kabla ya kudorora baada ya kutofautiana. Ripota wetu wa masuala ya mahakamani Ruth Wamboi anatupatia maelezo zaidi kuhusiana na kesi hiyo ambayo sasa imeahirishwa na itasikilizwa kwa siku nne mfululizo kuanzia tarehe kumi na tisa mwezi ujao, wakati washtakiwa wengine wawili watajitetea <todicolo> Wakati wa kuainisha utetezo kodho bado Alhamisi, Jaji Cecilia Gidhua alifahamishwa kwamba gavana huyo wa zamani alikuwa amemaliza uhusiano wake na Sharon Otieno baada ya kutofautiana. Obado alieleza mahakama kwamba hata baada ya kumaliza uhusiano huo aliendelea kumsaidia Sharon kimawazo na kifedha. Mahakama pia ilifahamishwa kwamba Sharon alitaka kuondoka nyumbani kwa wazazi wake hadi makazi ya kukodesha katika kaunti ya Homabay, hitaji ambalo alifanikisha. When we started I was giving direct assistance. Alipoulizwa iwapo aliwapa majukumu haramu washtakiwa wenza Michael Oyamo na Caspal Obiero. The Baada ya Obado kukamilisha kutoa ushahidi wake, mshtakiwa wa pili Michael Oyamo atakuwa akizimbani kutoa ushahidi wake mnamo tarehe 19 mwezi ujao baada ya jaji Cecilia Githua kuridhia ombi la kuahirisha kwa kesi hiyo kutokana na uzito ushahidi uliotolewa na Obado. For those particular reasons, I am prepared <coughs> to my decision And allow an adjournment to the date set in. Obado ambaye ni mwalimu kitaaluma amehusishwa na mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo, Sharon Otieno ambaye mwili wake ulipatikana kwenye kichaka katika msitu wa Kodera mnamo mwezi Septemba mwaka 2018. Akikamilisha kutoa ushahidi wake Okoth Obado, hata hivyo, alikwepa kuiambia mahakama ni vipi simu yake ya rununu ilipatikana karibu na eneo la Mukasa na afisa wa uchunguzi Nicholas Olesena. Ruth Wamboi nikiripoti, kutoka mahakama ya Milimani.